Kutoka huko bungeni Dodoma ambapo ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka ulioishia Juni 2015 imegundua matumizi mabaya ya mabilioni ya fedha za serikali katika serikali za mitaa yaliyofanyika bila kuidhinishwa na bunge. Hayo yamebainishwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Profesa Musa Asad wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari mjini Dodoma. Mwandishi wetu Idi Maalim alikuwepo katika mkutano huo na ifuatayo ni taarifa yake. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Profesa Musa Asad mbele ya waandishi wa habari za bunge mjini Dodoma kuwasilisha ripoti ya ukaguzi unaoishia mwezi Juni mwaka jana, kwa kauli yake akisema imejaa madudu ndani ya serikali za mitaa. Katika ukaguzi huo, profesa Assad anasema kuwa wamegundua utendaji ulio chini ya kiwango ambapo mamlaka za serikali za mitaa zipatazo mia na thelathini na sita zilipanga kukusanya shilingi mia tatu kumi na tisa bilioni lakini zikaishia kukusanya shilingi 236 bilioni pekee sawa na asilimia 74. Matumizi yaliyofanyika nje ya bajeti. Matumizi haya yalifikia shilingi bilioni 1.3 kwa serikali kuu na shilingi bilioni 1.6 kwa halmashauri za rufaa ya za wilaya ambayo yalifanyika nje ya bajeti iliyoidhinishwa na bunge. Vilevile, halmashauri vile za wilaya 48 zitumia kiasi cha shilingi bilioni 3 kugharimia uchaguzi wa serikali za mitaa ambazo hazikuwa kwenye bajeti iliyoidhinishwa na bunge kwa sababu bunge likiidhinisha, ndio inapata ruhusa ya matumizi. Ukitumia nje ya idhini ya bunge, zile matumizi yanakuwa si matumizi ambayo sisi tunaweza kusema ni sahihi. Matumizi sahihi, matumizi ambayo si sahihi. Aidha, Profesa Asad amesema kuwa jumla ya shilingi bilioni mbili nukta saba zililipwa katika halmashauri sabini na nne kama mishahara kwa wafanyakazi ambao aidha walifariki walitoroka kazi au kufukuzwa kazi. Akizungumzia ukaguzi ndani ya taasisi na mashirika ya umma, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ameonyesha kukerwa na utendaji mbovu usiolenga tija, mamlaka ya bandari ikiwa miongoni mwao. Tumebaini kwamba mamla, mamlaka ya bandari ya Tanzania haina uwezo wa kufahamu na kusimamia, kufahamu lakini pia kusimamia taarifa za makontena ambayo anapokewa na kile kitengo cha TICS kwa kuwa mamlaka hiyo haina haki ya kuingia katika mfumo computer, wa kompyuta wa TANCIS ambayo unatumiwa na mamlaka mamlaka ya mapato Tanzania kupata taarifa hizo. Kwa hivyo mamlaka bandari, tics, Asad, ya bandari inategemea taarifa kutoka TICS ambazo zinaweza siwe sahihi. Profesa Asad amezungumzia pia kutoelewana kati ya baadhi ya mifumo ndani ya taasisi za umma. Mfumo ambao TPA unao hauwasiliana na TRA na mfumo wa TRA hauwasiliani na na, na TPA wao tunaamini kwamba tutafute usuluhishi ili taasisi mbili hizi ziweze kuzungumza, mifumo yao iweze kuzungumza pamoja. na pamoja na udhaifu huo, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anapeleka ujumbe kwa serikali. Serikali inatumia pesa nyingi sana kwenye mobile contracts, inawapa Vodacom, inawapa Celtel. Kwa nini siwape fedha zile TTCL kufanya kazi hiyo? Kuna majengo yanajengwa mengi sana sasa hivi. Majengo yale mengi hayana line za TTCL. Serikali inashindwa kuhakikisha kwamba majengo yote yanakuwa na line za TTCL. Inakuwa ni lazima watu hakikisha kwamba serikali ihakikishe kwamba kama unajenga jengo lazima uweke line za TTCL ili wapangaji wako waweze kutumia line za TTCL. Kutoka bungeni Dodoma, Idi Maalim, TBC.